kwamba kuna mambo mengi yamefanywa katika jimbo lake, hivyo hivyo kwa jimbo la Kawe. Amesema katika kata zake kumi miradi ya barabara imeendelea. Mimi nilikuwa mkuu wa mkoa, alikuwa ananisumbua sana kuhusu mradi ule wa Mto Ng'ombe ni mfuatiliaji na mimi nilijitahidi, lakini pia alinileta pale. Maana mimi huku ni mwenyeji kwa John Fedha kule kule kwenye baa. John Fedha kule kulikuwa na kituo cha afya, si ndio eh? Eh, kituo kizuri cha afya Akanipeleka hapa Moroko hapa blok 40 nini sijui pale 41 kuna sekondari kwayo. Miradi ni mingi mingi, mafedha mabilioni ya fedha yameletwa hapa. Hayo mambo yamejenga imani kwa wananchi, na ndio maana mkatuamini katika serikali za mitaa, mkatupa ushindi wa kishindo wa asilimia 98, na ushindi huo kwetu sisi tumeupokea kwa heshima, kwa sababu Chama cha Mapinduzi kinaamini katika kuwatumikia wananchi na kushughulikia changamoto. Hakijiweki madarakani. CCM inawekwa madarakani kupitia sanduku la kura na wananchi kwa Tanzania. Maana kuna watu wanajisahau, nimewasikia wanasema, safari hii tutaitoa CCM madarakani. Tunasema karibuni, tumejipanga na tutashinda kwa kishindo. Kwa nini CCM inachaguliwa miaka yote? Ndio inachaguliwa kwa sababu ya ushawishi wa kazi zake nzuri. Wananchi bado wanaendelea kuwa na imani na Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo watakaotaka waje sisi tuko tayari. Kwa hiyo nimesimama hapa kwa heshima kubwa kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi kuja kuwashukuru wananchi wa Kinondoni kwa heshima na ush wa ushindi mkubwa kwa Chama cha Mapinduzi. CCM oye. Hivi -E. majuzi kuna watalii walipita, uongo watalii wa chama kile kingine, maana ukiwauliza wanataka nini hawaeleweki. Ni kama mtu anakuja kwako